wa kanisa la Mti Mmoja, wana Monduli, tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Baba Askofu msaidizi, nimesimama kutoa salamu za wenyeji wa Monduli, lakini sitakuwa na maneno mengi hata kidogo. Nikushukuru kwanza kipekee kwa huduma ya neno la Mungu. Tumekusikiliza vizuri sana. Na kwenye neno lako wakati ukitamka kigango chetu rasmi kuwa na msimamizi ambaye ni Yohana Mbatizaji, mimi nimechukua neno moja. Nimechukua ulisema kwamba alikuwa na taji la unyenyekevu. Ulisema Yohana Mbatizaji alikuwa na taji la unyenyekevu, yeye ndo alitumwa kuja kuleta salamu kwa yule anayekuja, lakini hakujisahau hata siku moja kujitukuza yeye mwenyewe. Mi niombe kwamba hiyo liendelee kuwa ujumbe kwetu sisi wote Wakristo duniani popote, lakini sisi haswa watu wa Monduli. Cha pili, Baba Askofu nikupongeze ni lakini, niwapongeze na Wakatoliki wote duniani kwa sababu siku tatu zilizopita, wote tunajua, tunasherehekea kwamba Papa Leo wa kumi na nne amepatikana. Ongera, hongera sana, sana. Tumefahamu kwa kipindi kifupi kwamba Kardinali Robert Francis Prevost wa shirika la Wagustina amehudumia kule nchini Peru kwa miaka mingi sana, lakini pia alipata nafasi ya kuja Tanzania, lakini cha msingi zaidi mimi kama Mlutheri ambao nimesimama hapa fadha, Father Papa Leo wa kumi na nne anatuunganisha Walutheri wa Katoliki na Wakristo wote duniani kwa sababu tunaambiwa mwanzilishi wa kanisa la Kilutheri yeye pia alikuwa washirika la agustina duniani Ametukumbusha juzi ya Askofu Bagonza wa KKT. Maana yake kwamba sisi wa Kristo wote ni wamoja, lakini kubwa zaidi tunasema tunaamini. Papa Leo alishafika Tanzania akiwa zamani kwa utumishi, basi tunamtegemea Mungu akijalia siku za karibuni arudi Tanzania, lakini pia afike mti mmoja, aone kazi ya Mungu ilivyofanyika vizuri kazi ya Mungu ilivyofanyika vizuri sana. <laughs> Na nimesema mti mmoja sio kwa makosa <laughs> nimesema mti mmoja sio kwa makosa. Tuko kwenye parukia ya Makuyuni, lakini jamani, tunajivunia na kanisa letu limependeza sana, ongereni sana. <laughs> Nichukue nafasi hii kumpongeza sana kipekee Father Shirima Father Shirima sisi wa Monduli, sisi wa parukia ya Makuyuni, tutakukumbuka utumishi wako daima, lakini tutakukumbuka zaidi kwa alama hii ya kanisa ambayo umetuachia. Hongera sana sana, sana, faashirim <coughs> lakini niwapongeze kwaya, kwaya nzuri ambayo siku zote umeendelea kuimba vizuri. Nakumbuka siku ile ya harambee ilikuwa ni shamra shamra kubwa Nadhani watu walitoa hata ambao walikuwa hawajapanga, na leo tena ameendelea kutusherehesha sana. Mamepkori ni kushukuru tena kwa zawadi nzuri na kuiongoza kwaya nzuri sana, hongereni sana yeah. Lakini kipekee nishukuru kamati, kamati ambayo imefanya kazi nzuri sana, mzee Malali na ndugu yangu Lagwana le Kenya na wengine wote ambao wameshiriki kwa kweli walifanya kazi nzuri ya ile harambee, walialika watu wa kutoka kila sehemu, lakini walifanya kazi kubwa ya kufuatilia na mpaka leo, hatimaye kanisa letu limependeza. Naomba ni waupongeze sana sana kutoka moyoni. <coughs> Leo anaamini kwenye upendo, kwenye upendo na umoja, kwenye upendo amani na umoja, vitu vitatu Tunapoelekea kwenye uchaguzi mwaka huu niwaombe, niwaombe viongozi wetu wa kanisa, niwaombe waumini wenzangu wote, ni wadau wakubwa sana wa amani upendo na ama, amani upendo na umoja wa nchi yetu, wote ni wadau wakubwa sana, wote, kila mtu kwa nafasi yake achukue muda wake kuiombea serikali kuiombea kuombea wananchi, lakini haswa zaidi kumwombea Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan, ili mwaka huu wa uchaguzi wote tuendelee kupita tukiwa kwenye misingi ile ile ya Papa yetu Leo ya kudumisha umoja, amani na upendo. Mti Mmoja, tunakwenda kwenye uchaguzi, mambo ni mengi, maneno ni mengi, ni sawa kabisa, lakini naomba niseme moja kwamba wakati tukiwa Dodoma, tulikabidhiwa kila mbunge kwa hila la salama ya miezi ambayo imebakia. Tulikabidhiwa kila mbunge kituo cha afya kimoja kusaidia kwenye wilaya yake. Wakati na mimi nimekabidhiwa dhamana ile, nilifahamu uhitaji wa wakina mama wa kata ya Sepeko na maeneo ya jirani. Kwa hiyo naomba niwatangazie kupitia misa hii kwamba Mama Samia Suluhu Hassan anawaletea shilingi milioni mia mbili hamsini kumalizia kituo cha afya cha Sepeko. Hongereni sana baba askofu. Baada ya kusema hayo, sina kwa kweli mengi, tunashukuru kwa shughuli ambayo imekwenda vizuri sana. Tunakuomba umpelekee salamu baba askofu Isaac Amani, umpelekee salamu za upendo, mwambie Monduli tuko salama, tunammis sana lakini, salamu za upendo na zawadi za waumini zetu tunaomba azipokee kwa mikono miwili. Lakini pia binafsi tunakushukuru tena kwa huduma nzuri sana na iliyopendeza sana. Asanteni sana na washukuruni sana, mbarikiwe.